Mlango wa ishirini na tisa. Ole wa Arieli, Arieli mji ambao Daudi alifanya kituo chake ndani yake, ongezeni mwaka baada ya mwaka, sikukuu na zirudi wakati wake. Ndipo nitamudhi Arieli, utakuwapo maombolezo na kilio, naye atakuwa kwangu kama Arieli. Nami nitapiga kimo juu yako pande zote, nitakuhusuru kwa ngome, nami nitajenga maboma ya kuzunguke, nawe utashushwa nawe utanena toka chini ya nchi, na maneno yako yatakuwa chini toka mavumbini, na sauti yako itakuwa kama sauti ya mtu mwenye pepo ikitoka katika nchi, na matamko yako yatanong'ona toka mavumbini. Lakini wingi wa adui zako utakuwa kama mavumbi membamba, na wingi wao watishao utakuwa kama makapi yapitayo, nam itakuwa mara na kwa ghafula, naye atajiliwa na Bwana wa majeshi kwa ngurumo na tetemeko la nchi na sauti kuu na chamchela na tufani na mwali wa moto uteketezao na wingi wa mataifa wapiganao wapiga na Arieli wote wapiganao naye na ngome yake nao wamudhio watakuwa kama ndoto na maono ya usiku. Tena itakuwa kama mtu mwenye njaa autapo kumbe anakula, lakini amkapo nafsi yake haina kitu, na kama mtu mwenye kiu autapo kumbe anakunywa lakini amkapo, kumbe anazimia na nafsi yake inatamani. Hivyo ndivyo utakavyokuwa huo wingi wa mataifa waletao vita juu ya mlima Sayuni. Ngojeni msaajabu; fanyeni anasa zenu na kuwa vipofu. Wamelewa wala si kwa mvinyo, wamewayawaya wala si kwa sababu ya kileo. Kwa maana Bwana amewamwagieni roho ya usingizi, amefumba macho yenu, yaani manabii amefunika vichwa vyenu, yaani waonaji. Na maono yote yamekuwa kwenu kama maneno ya chuo kilichotiwa muhuri, ambacho watu humpa mtu aliye na maarifa, wakisema, tafadhali ukisome hiki, akasema, siwezi, kwa kuwa kimetiwa muhuri. Kisha chuo hiki apewa mtu asiye na maarifa, akaambiwa, kisome hicho tafadhali, akasema, sina maarifa mimi. Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa; kwa sababu hiyo, mimi nitafanya tena kazi ya ajabu kati ya watu hawa, kazi ya ajabu na muujiza, na akili za watu wao wenye akili zitapotea, na ufahamu wa wenye busara wao utafichwa. Ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao na matendo yao yamo gizani, nao husema ni nani atuonaye? Nani atujuaye? Ninyi mnapindua mambo! Je, mfinyanzi ahesabiwe kuwa kama udongo? Kitu kilichofinyangwa kimnene yeye aliyekifinyanga hakunifinyanga huyu? Au kitu kilichoumbwa kimnene yeye aliyekiumba yeye hana ufahamu? Je, si muda mdogo uliobaki, na Lebanoni itageuzwa kuwa shamba lizalo sana na lile shamba lizalo sana litahesabiwa kuwa msitu. Na katika siku hiyo viziwi watasikia maneno ya hicho chuo, na macho ya vipofu yataona katika upofu na katika giza. Wanyenyekevu nao wataongeza furaha yao katika Bwana, na maskini katika wanadamu watafurahi katika Mtakatifu wa Israeli, kwa maana mwenye kutisha ameangamizwa, naye mwenye dharau amekoma, na wote watimizao uovu wamekatiliwa mbali, Hawa wamfanyao wa mtu kuwa amekosa katika neno na kumtegea mtego yeye aonyaye langoni, na kumgeuza mwenye haki kwa kitu kisichofaa. Basi Bwana aliyemkomboa Ibrahimu asema hivi katika habari za nyumba ya Yakobo, Yakobo hatatahayarika sasa, wala uso wake hautabadilika rangi yake; bali atakapowaona watoto wake walio kazi ya mikono yangu katikati yake, wao watalitakasa jina langu nam watamtakasa mtakatifu wa Yakobo, nao watamcha Mungu wa Israeli. Hao nao wakosao rohoni mwao watapata kufahamu, na hao wanung'unikao watajifunza elimu.